Mtazamaji wa Azam TV ni mgombea urais kupitia Chama cha Sauti ya Umma SAU Majalio Kyara ambaye amefika katika kituo cha kupigia kura cha Mbuyuni Changanyikeni, jimbo la Ubungo kwa ajili ya kupiga kura, akiwa ameambatana na mke wake, na kwanza kabisa anahakiki jina lake kwenye daftari la wapiga kura kwa ajili ya kuweza kupata nafasi hiyo sasa ya kwenda kupiga kura. Na mgombea huyu ni kati ya wale wagombea kumi na saba ambao wanagombea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano. Na katika kituo hiki kilifunguliwa majira ya saa moja asubuhi, na wananchi wengine tayari wameshapiga kura katika kituo hiki kwa ajili ya kuchagua viongozi wale wanaowahitaji na sasa yuko katika meza kwa ajili ya kuchukua karatasi maalum za kupigia kura aweze kuingia katika chemba zilizoandaliwa. Mgombea urais kupitia Chama cha Sauti ya Umma, SAU, Majalio Kyara, katika kituo cha Mbuyuni Changanyikeni, jimbo la Ubungo. na sasa ndiyo anaingia katika chumba maalum kwa ajili ya kupiga kura. na mke wake sasa yuko katika meza maalum kwa ajili ya kuhakikiwa na kupewa fomu kwa ajili na yeye ya kuchukua nafasi sasa ya kupiga kura kwa viongozi ambao anawahitaji katika kituo hiki hiki cha Mbuyuni huku Changanyikeni. tayari ameshapiga kura yake, sasa anaweka katika masanduku maalum yaliyoandaliwa ya mbunge, diwani pamoja na urais. Anakuwa tayari amekamilisha haki yake ya kitatiba ya kuchagua yule kiongozi amtakaye. Sasa anapewa alama maalum ambayo kila mtu anapewa baada ya kupiga kura. Hey, kwa kweli awali yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli siku ya leo tarehe 29 Oktoba 25 ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu, lakini siku ambayo naamini Watanzania wengi sana walikuwa naisubiria kwa hamu. Na hivyo leo asubuhi nimetumia haki yangu ya kikatiba kuja kuchagua diwani, mbunge naymhitaji lakini pia rais ambaye wote tunafahamu rais tunayemhitaji, e. Na utaratibu kwa kweli kwenye kituo, nashukuru Mungu nimeukuta ni mzuri, na naona watu wameshajitokeza kadhaa kuweza kupiga kura. Aa, na wengine bado wana, wanakuja. Basi rai yangu kuwaomba tu Watanzania wenzangu wajitokeze kwa wingi kupiga kura siku ya leo, ili kwa pamoja tukachague viongozi ambao tunahitaji wakapate kura nyingi basi tukapate kuongoza kuongoza taifa letu kwa uongozi, kwa uongozi taifa letu, pamoja FM. <muchu katalata>